Wewe ndio msimamizi, unalipwa fedha kusimamia barabara hii na umeshindwa kusimamia. Mheshimiwa DC, kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI na kwa mamlaka ulio nayo na ambayo Mheshimiwa Rais amekupa, ninakuelekeza hawa watu wakamate sasa hivi. Hawa, hawa, wakamate watu hawa waweke ndani, halafu wakupe mpango wa namna watakavyotekeleza barabara hii, na hatutaongeza muda hata sekunde. Mwezi wa nne ukifika, lazima mkabidhi mradi. Unaelewa bwana mkandarasi? Nanielewa msimamizi, umenielewa? Kama pana vifaa wanatakiwa kuvileta hapa kwa ngazi hii, walete hapa. Kama kuna wataalamu wanatakiwa kuleta hapa kwa ngazi hii Walete hapa, lakini msiwaachie mpaka vitu hivyo vifike hapa, wachukulie hatua. za hizi watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu, wengi walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka.